Ah, mwanangu mboye anakula, ana stresi mega matonge, wakujue hmm. Usiwe hata na stresi hata kidogo, tikisana mguu kabisa, wakuone hmm. Awakujui ah, vizuri wewe eto hmm. hmm. Nazania mtu anakula mwili jumba, sio mwili jumba bwana hmm. wa wa makamasi mwanangu, waonyeshe, watikisiwe kidogo, au na habari au auna stress Ikiezekana kula ujirabenabufuko ubebe, <laughs> ilo plastiki ilo, hmm. Bongo akuna yake. Ulaya wanakufungia kwenye tukaweyi. Ukiona umekula umeshiba unaondoka nachi nyumbani, unakibeba kabisa, au unata stress kabisa, ndolayatukaweyi hmm. ipo amna ugifanyeje? Tukaweyi ndo hiyo hapo, faida yake unakula kabisa, una stress. We, kula kabisa, chana nao wasikuvuruge akili kabisa, pige vitu vyako kabisa, ukimaliza ondoka zako, huyo mwenyewe, cha kesho iko bwana.